Nchi ya Israeli pia imeendesha mashambulizi au imeweza kuendelea kuanzisha mashambulizi e, dhidi ya anga lakini pia ameweza kuleta e, matukio makubwa sana ambayo ni mabaya katika mji mkuu wa Iran ambao unafahamika kwa jina la Tehran, ikilenga moja kwa moja maeneo ya kimkakati ya serikali ya Iran na vyombo vyake vya usalama na ukandamizaji. Yani kimaanisha makao makuu ya usalama ya Iran yameweza kushambuliwa kwa mabomu kutokea huko e, Israeli wa Israeli bwana, na wenyewe hawajaweza kupoa licha ya mambo yote ambayo yanakuwa yakiendelea. Tokea. Sasa taarifa zinasema kuwa Waziri wa Ulinzi wa Israel anayefahamika kwa jina la Israel Katz amesema kuwa e, Jeshi la Ulinzi la Israel IDF limefanya mashambulizi eh, kwa nguvu isiyowahi kushuhudiwa lakini pia kukusudiwa. Eh, hakuna ambaye alikuwa anategemea kwamba mashambulizi haya yataweza kufanywa na Israel dhidi ya maeneo ya serikali, vikosi vya usalama wa ndani na miundombinu ya itikadi ya utawala, taarifa kutokea Israel hiyo. Na mashambulizi haya yanatajwa kuwa hatua ya kwanza ya aina yake kwa kwa kwa Israel kuweza kulenga moja kwa moja eh, katika eh, katikati ya mji wa Tehran kwa kiwango hiki kikubwa, watu wengi kuweza kutegemea, hata Irani yenyewe haiku weza kutegemewa kwamba Israel itaweza kufanya makubwa kiasi hiki katika upande wa makao makuu ya usalama kutokea kule nchini Iran. Sasa, kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa Waziri Katz, maneno ambayo pia anaweza kushambuliwa ni maeneo mengine ambayo yanaweza kushambuliwa ni pamoja na makao makuu ya Basiji, e, kundi la vijana la Kiislamu ambao wanashutumiwa e, kuwa na ukandamizaji wa maandamano ya raia, gereza la Evin maarufu kwa kuhifadhi wafungwa wa kisiasa, lakini pia na wapinzani wao wa utawala e, uharibifu wa Israeli pia iliyoko ni uwanja wa Palestina. Pia kumekuwa kuna uharibifu kuna, kuna, kuna ambao weza kufanyika kule kwenye uwanja wa ndege, ishara ya propaganda ya serikali ya Iran dhidi ya taifa la Kiyahudi, pamoja na makao makuu ya usalama ya ndani na makao ya itikadi za kikosi cha walinzi na eh, wa mapinduzi ya Kiislamu yani, yani IRGC moja kati ya sehemu ambazo pia zimeweza kushambuliwa kutokea huko Iran. Hivyo basi inaonyesha kabisa kwamba Mwisraeli licha ya kuto kuonekana yeye ni mtu ambaye anashambulia sana mara kwa mara kama Iran ambapo walikuwa wanafanya mashambulizi makubwa, inaonekana wao wanafanya mashambulizi yao kwa utulivu kabisa. Naweza kusema wanakuwa wanajibu kisasi, and then kwa kila kile ambacho wanakuwa na kijibu wao kinakuwa kimeenda kwa ukubwa zaidi kuliko Iran, ambapo wanakuwa wanashambulia shambulia tu katika sehemu tofauti tofauti, na ndio naona kabisa kwamba Israeli imeweza kushambulia kituo kikubwa kabisa cha usalama kutokea katika eh, nchi ya Iran. Mashambulizi yamekuwa ni makubwa, watu wameweza ku, ku, kufariki pia, eh, miundombinu mingi sana kuweza kuharibika, lakini pia makao makuu ya Basij pia na yenyewe yameweza kupigwa, lakini pia moja kati ya magereza ambayo yanapatikana huko na yanafahamika kwa jina la Evin ambalo lenyewe ni maarufu kwa kuweza kuwahifadhi wafungwa wa kisiasa ambao wanakuwa wanapatikana katika eh, makambi hayo. Yapi maoni yako kuhusiana na vitu hivi ambavyo vinakuwa vinaendelea baina ya Iran pamoja na Israel? Drop comment yako hapo kwenye mtandao wetu wa kijamii tunapatikana kwa masawa sawa digito chao.